Kasaco Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi sana. Nataka niwaambie, amenihakikishia na kuwaambia kuwa yuko tayari kuendelea kufanya mambo mengi zaidi. Wakati huu anapopita nchini kote kuomba ridhaa, anajitahidi kueleza umma kwamba, pia na ndugu zetu wenye ulemavu ataendelea kuwahudumia na mimi nikiwa hapa mbele yenu na nyie mkiwa viongozi wa vyama mbalimbali vya wenye ulemavu, wadau wa, wa sekta za umma na binafsi, niwahakikishie kuwa Mheshimiwa Rais ataweza kuendeleza huduma zaidi kwa watu wetu wenye ulemavu. Ni waombe sasa, Watanzania wote tuendelee kumuunga mkono. Ana nia ya dhati, anayo dhamira ya kuitaka sekta hii iweze kuwa na ustawi mzuri na kila mwenye ulemavu aone kama ndaiko ndani ya nchi na afanye mambo yake kwa uhuru mkubwa kama ambavyo sasa tunashuhudia. Mheshimiwa Rais amenituma nimishe, kwamba anawapenda sana na tuzo hii imempa nguvu kubwa ya kuendelea kutekeleza dhamira yake ya dhati kabisa katika kuimarisha ustawi wa watu wenye ulemavu hapa nchini hususani kwenye maeneo ya elimu, afya, miundombinu wezeshi mbalimbali, masuala ya ajira, haki pamoja na ushiriki wenu kwenye nafasi mbalimbali za kijamii, kisiasa na kiuchumi. KASACO MEDIA tunaangazia maisha, tunaandika kesho.